Uh, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zetu waandishi wa habari, karibuni sana katika ukumbi wetu wa mikutano huu hapa makao makuu ya CRDB. Tumekuja na taarifa moja nzuri sana, tukitambua kwamba tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Uh, mwezi ambao pamoja na ibada tukufu ya saumu, lakini pia katika mwezi huu umeshushwa, imeshushwa Quran hivyo ni mwezi wa Quran. Tumeitana kwa ajili ya kupeana habari nzuri, kutaarifiana kuhusiana na shughuli yetu ya kila mwaka, mashindano makubwa ya kimataifa ya Quran kwa njia ya tajwid, ambayo yanaandaliwa na taasisi ya Khidmatul Quran chini ya uongozi wa Sheikh Ali Muhammad Saleh, akiwa ni mwenyekiti wa taasisi hii. Na mashindano ambayo yanaingia mwaka wake wa ishirini na mbili tangu kuasisiwa, yalipoanzia e, pale msikiti wa Idrisa wa Kariako, lakini hatimaye mwaka wa tatu sasa tunafanyia pale ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere maeneo ya posta. Habari njema ambazo tumekuja nazo pamoja na kutoa taarifa ya shughuli hii e, ambayo kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati ni sisi pekee tunaoandaa mashindano haya ya kimataifa ya tajwid, lakini pia kuna habari njema sana, ameingia giant katika mashindano haya. Ni nani huyu na anakuja kufanya nini? Hii ni habari njema ambayo tunataka iwafikie Watanzania kupitia kwenu, ndugu zetu waandishi wa habari. Bila kupoteza muda, ni muombe mwenyekiti Sheikh Ali Muhammad Saleh atueleze machache kuhusiana na mashindano yetu ya mwaka huu. Karibu. Asalamu alekum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu waandishi wa habari, tumekuiteni e, leo kwa ajili ya kuwatambulisha kwenu mdhamini wetu mkuu wa mashindano ya mwaka huu ambayo ni CRDB Al Baraka Banking, na mashindano haya ya kimataifa yanafanyika kila mwaka njia ya tajwidi, Qur'an kwa njia ya tajwidi. E, tungependa sisi kama khidmatil Qur'an kushukuru sana CRDB Albaraka Banking kwa kuendelea kuwa nasi bega kwa bega, kwa takriban mfululizo wa miaka hii yote miwili nahuni, na huni watatu, tunashirikiana naye katika kuendeleza mashindano haya ya kimataifa ya Qur'ani, na mwaka huu akiwa kama mdhamini mkuu. Ushirikiano huu unaonyesha dhamira ya dhati kabisa ya CRDB Al Baraka Banking katika kuunga mkono maadili mema, elimu Qurani na vijana, na maendeleo ya Watanzania. Kuhusiana na mashindano ya mwaka huu, yatakuwa ni tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita katika ukumbi wa JNICC pale posta, na hakutakuwa na kiingilio. Na pia mashindano haya waalikwa wote ni wanaume, wanawake, hata watoto pia, kwa sababu wote tunataka wasikie Qurani na kunufaika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa kusikiliza Qurani mashindano haya yanatarajiwa kukusanya washiriki kutoka mataifa mbalimbali mbali, pamoja na majaji kutoka mataifa makubwa na ni majaji wa kimataifa ambao wanafahamika ulimwenguni kote. Tunajivunia sana sisi kama Khidmatul Quran Islamic Foundation kuwa na mdhamini mkuu na mkubwa wa kiasi hiki katika mashindano yetu ya mwaka huu ya elfu mbili na ishirini na sita. Mchango wao kwetu unawezesha kwa kiasi kikubwa kufanikisha maandalizi ya tukio hili adhimu linalofanyika kwa mustawa au kiwango cha kimataifa. Mwisho kabisa, ningependa kutoa wito kwa waumini wote, Watanzania wote na vyombo vya habari kuendelea kushiriki kutuunga mkono kuhudhuria event hii muhimu, mashindano haya makubwa kabisa. Kwa hivyo tunakuombeni nyote muweze kushirikiana na sisi katika kueneza hizi taarifa pamoja na kuwavutia watu zaidi kuweza kuhudhuria. Asanteni, nawashukuruni sana. Asante sana, mwenyekiti wa Khidmatul Quran Islamic Foundation kwa taarifa hizi muhimu kuelekea katika mashindano hayo siku ya tarehe ishirini uh, na nane Februari kuanzia saa mbili kamili asubuhi. Na tutambue kwamba mgeni wetu rasmi katika shughuli hiyo ni Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, mpenzi wa Qurani huyu, ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kutokana na nafasi yake na cheo chake. Itapendeza sana tufike mapema kabla ya yeye kuingia na tuweze kuendesha shughuli yetu hii ambayo kabla dhuhri inshallah itakamilika. Uh, pia tunategemea kupata majaji kama alivyosema Sheikh Ali, msomaji maarufu mkubwa kutoka nchini Misri, Sheikh Taha Nouman, msomaji bingwa sana mwenye uwezo mkubwa, lakini pia kwa wale wanaofuatilia katika mitandao katika swala la makamati, kuna bingwa mwingine kutoka nchini Libya ee, Sheikh Bahlul ni msomaji mbingwa sana katika upande wa makamati, na ukimwona ukimpa dakika moja tu utastarehe sana kumsikiliza, sio akisoma bali hata akielezea ile makamati, kwa sababu makamati ana siri kubwa sana, sio tu jana saba katika upande Nahawandi. Kwa hiyo ni, ni, ni sehemu nzuri sana kuja kustarehe siku hiyo, lakini kubwa zaidi tunajua kwa wale ambao wamekwenda katika mbuga za wanyama, naambiwa mkishaingia katika eneo ambalo huu ni utawala wa tembo, basi hata gari uzime, yani ukimia utawale, kwa sababu alioko mbele pale sasa ni mwenye ufalme wake, ni giant. giant katika upande wa fedha Tanzania ni CRDB na bahati nzuri katugusa Waislamu kupitia huduma zake za kifedha za Kiislamu kupitia kitengo cha Albaraka, leo kwa heshima kubwa sana tunaye katika press hii, eh, head wa, eh, wa hii Islamic Banking ya Albaraka ndugu eh, yetu mpenzi wa Qur'ani pia Rashid, Rashid, lakini akiwa na timu yake kubwa tu ya maafisa wa CRDB, yeye anayo ya kusema nini kimewavutia mpaka wakaona waingie katika shughuli hii, na hawa kawaida huwa hawaingii sehemu isipokuwa wajihakikishie kwamba ile jambo ni kweli linafanana na ukubwa wao. Ndugu yetu Sheikh Rashid Rashid, naomba uzungumza na Tanzania kupitia vyombo vyetu hivi, shukran sana. Asalamu aleikum warahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyotanguliza CRDB Bank kwa kupitia CRDB Al Baraka Banking, hizi ni huduma za benki ya CRDB zinazofuata misingi ya sheria Tumekuwa tukifuatilia kwa karibu mashindano haya ya tajweed, na ni mashindano ambayo yamekuwa yakituvutia sana na ya tumefarijika kuwa pamoja nao, kujihusisha na kuweza kuchangia kwa namna moja au nyingine, kwa sababu sababu ziko nyingi. Lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni mwezi wa ibada, mwezi wa toba, Qur'an kusikiliza, kusoma ni ibada lakini yaishia hapo. Mashindano haya ya tajweed pia ya pia yanaleta burudani ya moyo, yana utofauti wake, kwa hiyo yamekuwa na mvuto mkubwa sana, ambayo tukaona hili ni jambo jema kwa kipindi hiki na sisi kujihusisha, ili tuweze kuendelea ili event kama hii, uh, mashindano haya yaende, yaweze pia kuwafikia wengi na yaende kwa, kwa vizuri Leo sio siku ya kuongea maneno mengi, nafikiri tunaelekea kwenye uh, mashindano haya, ile fainali inakuja ambayo ni kelele, tutakuja kuona sisi wote tuna, tuna hamu ya kuja kuona nani wanaenda kushinda, washindi watakuwa kina nani katika kusoma Quran ya tajwid. Mimi kwa hayo machache naomba nirudishe kwa mwandalizi. Asante sana. Nafikiri no. E, sasa kutokana na muda kama kuna maswali mawili matatu kuta nafasi kwa ndugu zetu waandishi, kisha kufunga es hii. Karibuni, swali lolote. Karib ameuliza zawadi za washindi. Sisi kwa mwaka huu insha Allah, kwa uwezo wa Mungu, mshindi wa kwanza atapata dola elfu tano. Mshindi wa kwanza dola elfu tano, ambayo utapiga mwenyewe kwa hela Tanzania ni kiasi gani? 2650. Mshindi wa pili ni dola elfu tatu na mshindi wa tatu dola elfu mbili na kila mshiriki atakayepanda jukwaani anapata zawadi ya dola mia tano kila mshiriki. Asante. Hiyo ni mbali na kumgharamikia kila kitu kuanzia ya safari yake, malazi yake hapa, mm -hmm. Pamoja na huduma nyingine za kujikimu karibu. Uh, washiriki jumla wako kumi na mbili ambapo Watanzania wawili na waliobaki ni kumi kutoka mataifa ya Misri, Morocco, Indonesia Ufilipino, mara hii tumefika mpaka Ufilipino, Afghanistan, eh, Iraq, pia mshiriki kutoka nchi ya Iraq, Libya. Libya kuna jaji kutoka Libya na jaji kutoka Misri na tunaye mshiriki kutoka India, tuna mshiriki kutoka Pakistan na tunaye mshiriki pia kutoka mataifa ya mbali kabisa mashariki, siyo eh? Malaysia. Hao ndio washiriki wetu wa mwaka huu, na hao washiriki wote ni masuperstar kwenye nchi zao, ni washiriki ambao washashinda kwenye mashindano makubwa, ndio tunawaleta hapa kwetu kwa ajili ya kuonyesha ule umahiri wao wa kusoma Qur'ani na waje washindane na nchi yetu. Bila kusahau, nchi yetu ni katika nchi inayozalisha wasomaji mahiri sana ulimwenguni. Kwa hivyo na sisi tutapambana nao hao wa mahiri wenzetu, asante. Hatutoingia kinyonge eh, yeah, ah, twaweza kuingia kinyonge. <laughs> <laughs> Asante sana, karibu kwa swali jingine. Tumemaliza basi nafikiri, kwa niaba ya wadau wetu CRDB Albaraka Banking. Uh, lakini pia kwa niaba ya Khidmatul Qur'an Islamic Foundation tunashukuru sana kwa kuwa nasi Uh, tunaomba tufikishieni salamu zetu hizi kwa Watanzania bila kujali jinsia wala rika, bali kwa pale JNCC, hata asiokuwa mwislamu karibu pia kusikiliza Qur'ani, kwa sababu ujumbe mkubwa wa Qur'ani, Qur'ani ni amani, Qur'ani ni upendo, Qur'ani ni mshikamano. Karibuni sana na tunatakia Ramadhani njema.